Wakazi wa kijiji cha Gambela huko mpakani mwa Isiolo na Meru wanaishi kwa hofu kutokana na kile wanachodai ni unyakuzi wa ardhi. Wakazi hao wanadai kuwa wawekezaji wa kibinafsi wanapania kunyakua ardhi yao. Familia 1500 za kikundi cha wakulima cha Tawakal zinazodai kuwa wamiliki wa shamba la ekari 400 sasa zinalilia serikali na kuitaka kuingilia kati ili kuwasaidia kutatua mzozo wa shamba hilo. Wakaazi hao wanadai kuwa walirithi shamba hilo kutoka kwa jamaa zao na kisha baadaye wakajisajili kama kikundi, na sasa wanadai kuwa watu binafsi wasiojulikana wameanza kuingia na kunyakua makaazi yao baada ya uzinduzi wa mradi wa barabara ya Gateway inayotoka Isiolo kuelekea Mandera. Juzi kulikuwa na mvua, watu wakaamua kuja kulima shamba hapa Tulipokuja tulipata serikali wako hapo, wanatufukuza mpaka na bunduki. Kuna ushahidi hiyo, hata iko video hapa, nafikiri huu kijana ako naye, vile tulipigwa na serikali na tukatoroshwa. Ardhi yetu tunanyang'anywa kwa nguvu, hatuna pesa, hatuna pesa, lakini haki yetu tunaweza kujitetea Wakaazi hawa wanalalamikia kunyanyaswa na wanaodaiwa kunyakua ardhi hiyo. Sisi naogopa, tunaogopea maisha yetu, juao wako na bunduki, sisi tuna bunduki. Kweli. Hata tunashindwa kukanyaga hapa. Ajili ya kuogopa. Hata saa hivi ile naongea hivi naogopea maisha yangu. Hata hivyo wameapa kutolegeza msimamo wao wa kutafuta haki. Na ardhi yetu, tutakufia hatutawacha, tutaanzia saa hizi tupaka misho hata kama watu mia moja mtu mmoja alikufa, tutapata hatuwezi kuacha, tumelala na tumeamka sasa. Nelter Juma, Runinga ya Citizen.